Lakini hili la tatu kidogo litakuwa kwa joto, limepamba moto kidogo, na hili linahusisha kuanzia uongozi wa awamu ya tatu wauza unga kwanzia kipindi cha mzee Mwinyi, mzee Mkapa, mzee Jakaya na wale ambao wanataka kunusa kwenye awamu ya tano. Linahusisha makundi mengi lakini wako wa ndani ya nchi ambao wao ndio wana kikubwa na nje, wao kuingiza kilo elfu mbili, elfu tano sio jambo gumu. Na kwa tafiti yangu mdogo, kwa siku katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kokeni inayoingia kwenye soko ni kati ya kilo kumi mpaka 15 zinazoisha kwa siku moja. Na hizo zikikamatwa na watu zinashuka kwenye vijiwe, zinasambaa, zinakwenda, zinakwenda. Lakini pia ufahamu ya kwamba kwetu sisi tumetumika kama njia pia ya kusafirisha mzigo kupeleka South Africa, kupeleka China, kupeleka Dubai. Na ukiangalia vizuri wanaotoka kwenye bara la Asia, Pakistani na India pale, wanalazimika kutoa mzigo kule, alafu wanaoleta moja kwa moja mpaka kwetu. Alafu kwetu wanaupeleka kwenye hizo nchi. Na kama juzi umeona kuna Watanzania wengine wawili wamekamatwa pale airport ya South Africa wakiwa wanaingiza madawa ya kulevya. Kwa hiyo wenzetu wanapambana, na sisi kama alivyotuelekeza Mheshimiwa Rais, lazima tupambane, tuhakikisha y kwamba tunafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa mbinu zao ni nyingi, lakini sisi tunatumika kama watumiaji wakati mzigo ukiwa on transit. Na matokeo yake sasa tunatumia kwa kiwango kikubwa sana, na baadhi ya nchi zingine kama Nigeria, Kenya, Uganda waliamua kucheza mchezo wa kutafuta pasipoti kupitia pasipoti zetu ili watumie pasipoti za Watanzania alafu waende kwenye zile nchi, kwa sababu walikuwa wanaiona Tanzania inaheshimika. Alafu akienda kwenye zile nchi anaonekana amekamatwa Mtanzania, kumbe ni wa Nigeria. Na ndio maana namshukuru sana mheshimiwa rais kwa dhati kabisa kwa kutupatia kiongozi mpya muhimili mwingine upande wa uhamiaji, ili tuone namna gani ya kudhibiti pia hizi pasipoti zisitolewe tu kama njugu na kwa watu ambao sio raia. Matokeo yake wanachafua taifa letu kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo wako hiyo wako wengine kamishina ama sisi, sisi, sisi, sisi, sisi, sisi, sisi, sisi tutahakikisha wanatafuta mfaa wa kuishi tofauti. Na wako wengine hutaamini kabisa, lakini kazi yao kubwa ni kusimama katikati kama vile wanachukua commission. Yeye hafanyi biashara, lakini yuko upande ambao anaweza akampigia kiongozi wa serikali au kiongozi wa airport, wakaruhusiwa watu wakapita na mzigo wao, yeye anapata percent yake. Na wengine kwa bahati mbaya ni watoto wa viongozi, walitumia nafasi zao hizo, wanapiga simu mahala, mtu anafunguliwa, anapita, lakini anapita na madawa kulevya. Nami ni siku zote nasema ni heri niwe mkuu wa mkoa wa siku hiyo, lakini nifike mbinguni niwe na majibu sahihi ya maswali atakayoniuliza Mungu.